Naitwa Beno Mgaya na tokia Njombe. Nafanya kazi na Lusitu Agri Business kama mwenyekiti, tukishirikiana na Sajgot ambapo sasa hivi naitwa Ajgot. E, tuko kwenye miradi ya e, kuwezesha wakulima kwenye upande wa viazi mviringo na parachichi. Sisi ni wakulima ambao tuna uzoefu, kwa hiyo kazi tunayoifanya ni kumwelezea mkulima E, namna ya kufanya katika kilimo biashara. Kilimo biashara imekuwa kama nineno, ni neno lakini lina hatua zake. Tunapomwita mkulima aingie kwenye kilimo biashara, manake anataka anzie kwenye afya ya udongo, mbegu bora, soko, lazima fahamu hivyo vitu. Kwa hiyo nashukuru kwamba tumefanya kazi na Sajigo kipindi kile kwa mikoa mbalimbali mbali. tukiwa na initiative yetu inaitwa mkulima kwa mkulima, lakini tunashukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuruhusu SAGCOT kufanya kazi nchi nzima na sasa hivi inaitwa AGCOT. Kwa hiyo tumeweza kufikia maeneo mengi ambayo tunafanya kazi hii mkulima kwa mkulima, ikiwemo Ruvuma, Njombe, Mbeya, Morogoro, Dodoma, Kigoma, Rukwa. Hayo ni maeneo yote ambayo tumetembelea, tuna wakulima, hawa wakulima wanajifunza. Eh, uzuri wa kupima afya ya udongo, uzuri wa kutunza mashamba yao ili kutokupoteza rutuba, eh, uzuri wa kutumia mbegu bora, uzuri wa kujua kwamba analima kwa ajili ya kumuuzia nani. Ina kwa ina maana kwamba sasa hivi wakulima wengi katika maeneo mengi walikuwa wakilima zao pengine aina moja, lakini baada ya kuja eh, AGCOT sasa hivi kuna mazao mengi yameibuka kwa mfano, ukiangalia mkoa wa Ruvuma walikuwa wanategemea makilimo cha mahindi, lakini sasa hivi wana viazi na wana parachichi na bado kuna mazao mengine tunaendelea kuyafanyia utafiti. Ukiangalia Morogoro walikuwa na ni wakulima wa mbogamboga, mambo ya karoti, chainisi na maharage na vitu vingine, lakini sasa hivi tayari viazi mviringo, parachichi. Tunategemea kwamba hawa watakuwa wakulima ambao watakuwa na uwezo mkubwa kwa sababu Morogoro ni mkoa pekee ambao unaonekana nao una vyanzo vingi vya maji. Kwa hiyo, kwa hiyo una maana kwamba fursa hii ya maji inaweza kumuondoa mkulima huyu wa, wa Morogoro katika dimbwi la umaskini na akawa mkulima wa kilimo biashara. Kwa hiyo nipende kusisitiza kwa upande wa serikali kutambua kwamba AGCOT ni, ni inaweza kufanya kazi nzuri sana kwa wakulima wetu hawa ambao kwa kweli wamekuwa wakiishi katika hali duni na hawafahamu maana ya kilimo biashara. Majina anaitwa Filipo Elia Bilukanga, ni mwanachama wa kikundi cha Muungano, lakini pia ni mwenyekiti wa hicho kikundi. Pia ni mwenyekiti wa Lukinga amkosi. Kwa kweli kikundi chetu mpaka sasa kina wanachama 90, wanachama 90. Lakini kati ya hao wanachama 90 kina na wasichana nadhani wamefika thelathini na saba. Thelathini na saba. Kwa hiyo sisi tupo katika kijiji cha Rukinga kata ya Nongwe wilaya ya Gairo. Tumeanza kujishughulisha na hiki kilimo cha parachichi kwa sasa hivi, nadhani ni mwaka mmoja na miezi mitano kama sikosei, tulianza shughuli hizi za kilimo cha parachichi tukiwezeshwa na ndugu zetu wa AGCOT. Kwa sasa, kipindi hicho walikuwa anaitwa SAGCOT, ilikuwa, nakumbuka, tarehe 19 ya mwezi wa 4.